Endelee kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Geita, kwanza niwahakikishie ulinzi na usalama umeimarika na unaendelea kuimarika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tumejipanga vizuri. Amiri Jeshi Mkuu ameshatoa maelekezo na sisi tunayasimamia kwamba siku ya kesho ya tarehe tisa ni siku ya mapumziko lakini hazuiliwi mtu yoyote kuendelea na shughuli zake za kawaida. Wananchi waendelee na shughuli zao, na sisi jeshi la polisi tupo kuhakikisha tunawalinda na, na shughuli zenu zinaendelea kama kawaida. Niwaombe na kuwasii wananchi wa mkoa wa Geita, asitokee mtu awe askari awe raia au mtu yoyote kukushawishi kutoka kwa ajili ya kufanya maandamano. Maandamano ya aina yoyote kwa siku ya tarehe tisa yamekatazwa na ni maandamano haramu, na ukitamani kufanya hivyo basi ufanye kwa ajili ya nia yako wewe mwenyewe, lakini yatakayotokea usipate wa kumlaumu. Lakini nichukue nafasi hii pia kutoa wito kwa wananchi, usikubali mtu yoyote kuvuruga amani yetu. Kama kuna mtu kikundi cha watu wanajikusanya kwa nia ya kufanya uhalifu, maanake maandamano hayo tayari yameshakatazwa. Kwa hiyo watu wanaojikusanya kufanya uhalifu au kufanya maandamano hawana tofauti na mhalifu mwingine. Tafadhali toa taarifa, chukua hatua na toa taarifa. Mtatuona, tuko kila mahali. Tutakachokifanya ni kuongeza ulinzi, gari za doria zitakuwepo kila mahali, askari wa madoria watakuwepo. Pale unapotoa taarifa zitanifikia, na hatimaye askari watachukua hatua haraka iwezekanavyo. Amani yetu ni tunu yetu, tuendelee kuilinda.